Bismillahir Rahmanir Rahim, ad-darsu thaminu, somo la nane, somo la nane. Kwenye hili somo tutajifunza kanuni ya badal, mbadala. Badal, mbadala. Kusema hadha rajulun, huyu ni mwanaume. Hadhihi bintun, huyu ni binti. Hadha waladun, huyu ni mtoto. Hadha baitun, hii ni nyumba. Sentensi zote zina jina la kuashiria ambalo ni mubtada, la kuna khabar maelezo ya hiyo jina la. Kwa hiyo mubtada basi, hadha rajulun, huwa mwanaume. Hadha ni mubtada, rajulun ni khabar, na tazama khabar haina alif na lam, ni jina tu ambalo lina dhamma mbili. Mfano, baadhi ya nyakati kuna jina linakuja hapa baada ya ism ishara, jina ambalo linakuwa na alif na lam. Sasa hili jina lenye alif na lam linaitwa badal, mbadala, mbadala. Yani maana yake hili jina lenye ba alif na lam ndio hiki hiki kitu ambacho kimeashiriwa na ism ishara, ni kitu kimoja. Kwa hiyo tunasema hadha, hadha rajulun Huyu ni mwanaume, naweza nikasema hivi. Lakini huyu mwanaume labda tuseme ni mwalimu, nikasema hadha rajulu muallimun, huyu mwanaume ni mwalimu. Ile neno arrajul, hili ni jina lenye alif na lam, na limekuja baada ya ismu ishara, jina la kuashiria ambalo ni hadha. Kwa ile jina lenye alif na lam linaitwa badal, mbadala, mbadala hii ismu ishara. Maana yake ile jina na ismu ishara ni kitu moja ni mtu yule yule, ni kitu kile kile. Kwa mfano nikisema hadha rajulu tajirun, huyu mtu huyu ni mfanyabiashara. Kwa nikisema dhalika rajulu tabibun, yule mtu daktari. Dhalika rajulu tabibun. Hadha albaytu, hii nyumba hii. Litajiri ni mfanyabiashara. Hadha albaytu litajiri, hii nyumba ni mfanyabiashara. Dhalika albaytu, ile nyumba litabibi, ni daktari. litabibi kwa hiyo badal ni jina, jina, jina lenye alif na lam ambalo huja baada ya ismu ishara. Na ismu ishara pekee yake na badal inakuwa bado sentensi haijakamilika. Nikisema hadha rajul, huyu mtu huyo, bado hapa sijaleta habari, maelezo ya haya maneno. Maelezo ni nini? Hadha rajul, huyu mtu huyo, sare tu ni mwizi, sentensi hapa imekamilika. Nikisema hadhihi al-bintu, huyu binti huyo, hadhihi al-bintu, huyu binti huyo, bado sentensi haijakamilika nikisema jamila tu ni, ni nzuri

liman hadhihi saa? ni nani hii saa. Liman hadha alibn? ni nani huyu mtoto. li pia tunaona kwenye somo hili maneno mawili dharf maneno ambayo yanaonyesha sehemu amama na khalfa amama mbele ya khalfa ni nyuma ya asabura tu amama tullabi asabura tu asabura tu asabura tu khalfa al-mudarrisi. ubao uko nyuma ya mwalimu

na herufi za jari ambazo tulizisoma kwenye maelezo akasema, min herufi ya jari min, ambayo tulisoma min tufidu albidaya, inaonesha albidaya, mwanzo mwanzo. Mfano sema, qara'tu alqur'ana min surati alfatiha, nimesoma qur'an kutoka kuanzia sura alfatiha mwanzo, nilianzia pale. Kharajtu, kharajtu min almasjid, nimetoka msikitini. Maana nimetoka msikitini kwa sababu nilikuwa naendelea, nilikuwa naenda. Ila tufidu alnihaya, ila inaonesha ukomo, mahali ambapo naelekea